Yes, e, bwana, katika ulimwengu wa sasa wa muziki wa Bongo Flava ni mara chache sana kuweza kusikia msanii fulani ametoa shukrani au amempa maua fulani maua yake msanii mwingine ambaye ameweza kumsaidia kufika hatua moja hadi hatua nyingine. Ni mara chache sana tumekuwa tukisikia kwa baadhi ya wasanii, lakini Dogo Paten kwa moyo wake mkunjufu, kwa moyo wake mmoja, ameweza kutoa shukrani za dhati kwa Zuchu, kwa sababu Zuchu ameweza kumfanikisha Dogo Paten kuweza kufika level moja badala ya level nyingine, kwa sababu wengi wengi walikuwa hawamjui Dogo Paten, lakini baada ya Zuchu kuweza kumpa shavu, eh, Dogo Paten katika wimbo wake wa Afande, sasa Dogo Paten, sasa hivi, anajulikana na watu wengi, wengi wataendelea kufuatilia kazi zake. Kulikuwa kuna performance ambayo ilikuwa inafanyika lakini ya kampa shaft tena. Dogo Paten, kuweza kuingia, kupanda jukwaani na kuweza kuperform nyimbo ya fund ambayo waliperform wote pamoja. Sasa unaona namna gani e, Dogo Paten amekuwa muwazi, amefunguka kuhusiana na the way Zuchu ambayo amemsaidia sana na amemfikisha katika level nyingine ambazo hata yeye mwenyewe asingeweza kufika, akiwa kama msanii chipukizi, e, msanii mdogo sana. Sasa hichi ni kitu cha pongezi na hongezi. Kwa dogo Pattern kwa kuweza ku realize kitu cha namna hiyo. Sasa na kuwacha hapa, umsikilize dogo Pattern namna ambavyo alikuwa akizungumza, then usahau ku subscribe, like, comment na kushare. Yaani katika wasanii ambao nimekutana nao mimi <tosurimu> nadhani yule ndo ndo ndo peace kuliko wote yani, ukweli.